Naomba niwashukuru sana kwa baraka zao, lakini kubwa kuendelea kuliombea taifa letu liendelee kudumu katika amani na kuombea vile vile uchaguzi upite kwa amani. CCM oyee! Tumekutana leo kwa maana ndiyo siku ya mwisho ya kampeni zetu, kesho ya kwenye kazi maalum ya kila mmoja wetu kuamka mapema kesho kwenda kupiga kura katika vituo ambavyo, bahati nzuri, safari hii taarifa nilizo nazo ni kwamba vituo vya kupigia kura vimeongezeka sana, na kwa hiyo hiyo imepunguza sana kwa mtu kusafiri kutoka kituo kutoka nyumbani mpaka kwenye kituo na pili, kama walivyokwisha kumbusha, kesho ni siku ya mapumziko. Sasa wakisema mapumziko, haina maana wewe ulale kutwa nzima. A a, hii inawahusu zaidi wafanya kazi, ili wapate na wao nafasi ya kwenda kupiga kura. Kwa hiyo kila mmoja wetu anao wajibu wa kikatiba na kisheria kwenda kutekeleza hilo jukumu kura. Tuna vyama vilivyojitokeza navyo, viko katika kupambana kuona kama wanaweza wakashika dola. Wanataka uraisi, wanataka ubunge, wanataka na udiwani. Sasa unajua, wakati mwingine sema kweli unapata faraja hivi? Chama gani pale leo tukipe urais hapo? Kipi? Hey! Tuna vyama kumi na tisa. Chama ambacho tunaweza tukajidai tena na kichwa mbele ni Chama cha Mapinduzi peke yake, kilikuwepo kwa sura ya tano, hamsini na nne kikapigana tukapata uhuru sitini na moja. Baada ya uhuru wakatuletea sera mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ujamaa na kujitegemea. sabini na saba chama kikaamua kuungana, kuunganisha nguvu za chama cha Afro Shirazi na chetu tuka kikazalishwa Chama cha Mapinduzi CCM, sawa sawa, sabini na saba chama kipya, si ndio? Chama hiki kimevuta gurudumu, ilipofika tisini na mbili ulikuwa na pressure kwamba vyama vingi. Unajua, chama kimoja sio, kimeshuka kimepanda, ee. wake hauna mashaka, ni chama ambacho kimesimamia sera ambazo zinawalenga wananchi, kuwatoa katika hali duni, wabadilike na kuwa angalau katika hali bora zaidi. Kwa hiyo chama kakubali, na ndiyo kisa cha kukubali kuwa na mfumo wa vyama vingi. Tungengangana na asilimia themanini mpaka leo ingekuwa chama kimoja kinadunda, lakini Mwalimu aliona mbali. Kwa 92 tukaingia dimba, sasa vyama vingi vingi vikajitokeza, vingine vichache vikafa kifo cha mende kimya kimya hivi, lakini wengine bado wapo, na ndio maana nilikuwa naangalia kwa haidari pale, nimeona kuna vyama sio kama vitano hivi nao kila mmoja anasema mimi hapa, mimi hapa, mimi hapa. Sasa ukisema mimi hapa, wewe hivi wa historia yako umeanza lini? Ah, ngiata kuambia na miaka mitano. Hebu tubiri kidogo, mchaguzi wetu wa kwanza wa vyama vingi 1995, wale wazee mlikuwepo, mnajua alikuwepo hayati Mrema eh, alipiga chafya lakini eh, beba huku, wanabeba wanataka kumbeba na mgongoni wa mf... Sasa watu wanasema hiyo vurugu mekita mwalimu akasema wacheni wambebe bwana, we kwani kuna shida gani eh? Mbebeni hata mgongoni, sisi hatubebwi sisi, tunazungumza vitu vya maendeleo. Tumekuja kwenye uchaguzi, matokeo hivi hai, Mrema mwenyewe akasema kumbe watu hata wakijitokeza kumbe wanakuja kukushangilia kumbe ndio huyu eh. Ala, kumbe akitoka pale huyo anarudi <laughs> Kwa hiyo chama hiki kina historia hapo, nikazunguka kimoja ambacho lazima wanampanda wanakatavi, ni washukuru sana umbati uliokuwa unajitokeza kwenye mikutano ni kama mlivyoonyesha. Leo CCM oye! Mwenye macho ambiwi na mwenye masikio ambiwi. Kesho ndio siku ya kuambizana ukweli, kesho ndio siku ya kumalizana. Basi, kwa hiyo kazi ambayo tumeifanya kwa kushirikiana na viongozi na ninyi wananchi tunda lake ndio tunalingoja kesho. Mimi sina mashaka, Haidari mwanangu huyu Mpanda hii inayojua kwa maana ya jimbo atashinda, lakini nataka ashinde kwa kishindo, nataka ashinde kwa kishindo. Madiwani, madiwani wangu, hebu simameni bwana. Hey, sasa tuna jeshi zuri namna hii, mara pale ni CCM tupu. Sasa unataka unataka kunichanganyia na madiwani wa kutoka hapo tena? Sera za CCM na sera zao zinawiana. Kwa hiyo tunataka kama ni kijani tupeni kijani. CCM oye, naomba mkae kwa dhati ya moyo wangu tunachohitaji pale unakwenda unatafuta rangi ya kijani ya chama cha mapinduzi, na bahati nzuri hii wameipanga vizuri, wamefuata alfabeti pale. Juu ni chama, amba, a, chama ambacho herufi yake imetangulia ikafuatiwa na CCM ikafuatiwa na inayofuata i cha umma na kadhalika, na sii, sisi tunachotafuta ni jembe na nyundo. Pale wetoa hiyo weka weto tiki yako, mambo bomba kabisa. Ukienda kwenye maeneo ya uchumi, nayo hayana shaka, mapato yetu yameongezeka sana, na ndio maana mama Samia ana uwezo wa kuweza kupeleka fedha hizi katika halmashauri zetu zote bila tatizo kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Huyu kusema kweli, kuna watu mpaka wanashanga uu, uu, uu babe, ukautoa wapi wa uwezo kiasi hiki ah, Sasa mama yule ana akili zake, lakini yule mama ana njia nyingi sana za kuweza kuona maono ya mbali. Ndio maana alipoingia madarakani haraka, haraka tu akaamua kuja na zile herufi nne, anataka maridhiano, anataka jamani tuleta mabadiliko anatamani tufanye vyote vile, ilikuwa ni kwa nia njema kwamba kama nchi lazima twende pamoja, na mejikita sana katika kushirikisha jamii, anapokuwa na jambo kubwa linakuja kina mama hoye, hoye, kina baba hoye, vijana ye hoye. Mama Samia hoye.